Bei ya mafuta inaweza kupanda kutokana na mzozo wa kisiasa na kijeshi baina ya Iran na Israel baada ya Iran kupiga kituo cha anga cha Marekani nchini Qatar kwa kombora jana Jumatatu. Haya yanajiri ikiwa ni siku moja tu baada ya Marekani kupiga vinu vya nyuklia vya Iran, hatua ambayo inazidisha mzozo huo, ambao Iran inasema kila kitakachofanywa na Israel na washirika wake kitajibiwa vikali bila hofu. Katika hotuba yake kwa taifa la Iran, Ayatollah Ali Khamenei

Licha ya weekend iliyopita Marekani kudungua vinu vya nyuklia imeshuhudiwa raia wa Iran waliokuwepo nje ya mipaka ya taifa hilo wakirudi kwao licha ya kitisho hicho na kukosa kazi kutokana na shughuli nyingi kusimama baada ya mgogoro huo kuchukua sura mpya. Mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa barak Ravid ameiambia CNN kuwa wasiwasi unaongezeka kutokana na kwamba Iran inaweza kuwashawishi washirika wake kama Yemen, Siria na Lebanon kushambulia vituo vya kijeshi kumi na kenda vya Marekani ambavyo vina jumla ya askari 1040 katika Mashariki ya Kati. Jijini Teheran, raia wa Iran walikusanyika kusimamia msimamo wao kuwa wataendelea kuzalisha na kurutubisha madini ya Uran, huku wakitamka waziwazi maafa makubwa kwa Israel. Hatua kama hiyo imeungwa mkono nchini Yemen ambako walikusanyika pamoja maeneo tofauti kuunga mkono juhudi za Iran kujilinda dhidi ya maadui zake. Aidha, wakati Iran ikishambulia kituo cha anga cha Al Udeid nchini Qatar, General Dan Kane, katibu wa ulinzi Pete Hegseth na Rais Donald Trump walikuwa wamejifungia katika chumba wakifuatilia kwa karibu tukio hilo. Trump, katika hotuba yake jana mchana, alisema haogopi chochote. Mataifa 32 yanayounda jumuiya ya kujihami ya NATO wanatarajiwa kuketi kwa siku mbili leo na kesho jijini The Hague, huku ajenda kubwa ikiwa ni pendekezo la Rais Donald Trump la kila mwanachama wa umoja huo kuongeza hadi asilimia tano ya bajeti kwenye masuala ya ulinzi na usalama. So uh, mkutano huo muhimu tangu kumalizika kwa vita baridi unakuja huku Hispania akitishia kuvunja makubaliano hayo. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez wa chama cha kisosialisti cha PSOE amesema endapo Hispania itakubaliana kutoa kiasi hicho kwa kuchangia bajeti ya ulinzi ya NATO, hali ya kiuchumi katika taifa lake itakuwa mbaya. Aidha, kuchangia bajeti hiyo kwa mwaka itakuwa na maana kwa Hispania itakuwa ikitoa euro bilioni 80 ambayo taifa lake limekuwa likitumia walau nusu yake kwa masuala ya pension kwa watumishi. Hispania imetoa msimamo huo baada ya barua ya katibu mkuu wa NATO Mark Rutte Jumatano ya juma lililopita aliwaandikia mataifa wanachama kuhusu mkutano huo muhimu tangu kumalizika kwa vita baridi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliwahi kusema miaka michache iliyopita kuwa NATO ni mfu. Hata hivyo mnamo mwaka 2014 rais wa Russia Vladimir Putin alihuisha jumuiya hiyo baada ya kuvamia Crimea na miaka minane baadaye, mnamo mwaka 2022 alivamia mkoa wa Donbas nchini Ukraine. Trump anayetaka mataifa ya Ulaya kuwa wazalishaji kuliko kuwa watumiaji katika masuala ya ulinzi. Licha ya kauli za Trump, tofauti zilizopo barani Ulaya ndio kitisho kikubwa cha kila mwanachama kukubaliana na mahitaji ya Trump. Ruti, ambaye ni muhimu katika kusukuma ajenda ya Trump, anasema mataifa wanachama yanaweza kutumia kiasi cha asilimia tatu nukta tano katika masuala ya ulinzi na asilimia moja nukta tano ikitumika katika ulinzi wa kimtandao na miundombinu. Iran should not have uh, uh, its hands on a uh, on a nuclear, on a nuclear weapon. So, uh, and and I would not agree uh, that this is against international law what the US did. katika dunia ya leo ambapo changamoto za kimazingira na kiafya zinakithiri sayansi inaendelea kutoa majibu bunifu kwa matatizo haya mawili kwa wakati mmoja mojawapo ya mafanikio ya kisayansi ya hivi karibuni ni ugunduzi wa njia mpya ya kutengeneza dawa ya paracetamol kwa kutumia plastiki taka kupitia msaada wa bakteria aina E. coli. Ugunduzi huo umetangazwa jana Jumatatu ya tarehe 23 Juni mwaka 2025 na wanasayansi kutoka chuo kikuu cha Endebuk nchini Ujerumani. Ugunduzi huo unaleta matumaini makubwa katika juhudi za kushughulikia tatizo la uchafuzi wa plastiki pamoja na kuhakikisha upatikanaji endelevu wa dawa muhimu ya paracetamol. Profesa Stephen Wallace amesema majaribio hayo yamefanyika katika maabara za kikemia na kujiridhisha namna dawa hiyo muhimu inavyoweza kuzalishwa kwa kutumia bakteria hao. Mchakato huu wa kiteknolojia huanzia na kuvunjwa kwa plastiki aina PET ambayo hutumika sana kwenye chupa za plastiki za vinywaji. Plastiki hii huvunjwa vunjwa na kubadilishwa kuwa asidi inayojulikana kama TPA kisha bakteria aina E. coli waliorekebishwa vinasaba huingizwa kwenye mazingira yenye TPA ambapo hutumia asidi hiyo kuzalisha kiwanja cha kati kinachojulikana kama PABA ambayo kisha hubadilishwa hadi kuwa paracetamol. Ugunduzi huo umefanyika kwa mafanikio katika maabara ambapo wanasayansi wameweza kupata hadi asilimia 90 ya msafi, ya ndani muda wa saa. Jambo hilo ni la kipekee kwa kuwa mchakato huo hauhitaji matumizi makubwa ya nishati wala kutoa hewa ukaa kwa kiwango kikubwa, hivyo kuufanya kuwa rafiki wa mazingira. Hata hivyo, profesa Wallace ameliambia jarida la Nature kuwa mbali na mafanikio hayo ya awali, bado yapo mambo mengi ya kuboresha kabla ya teknolojia hiyo kutumika kwa kiwango kikubwa viwandani. Na wataalamu wa masuala ya tiba ya ngozi duniani wamewataka wenye matatizo ya harara, vipele na chunusi kupunguza kula maembe, hasa nyakati za usiku, ili kuponya changamoto inayowakabili. Hatua hiyo inajiri wakati ambao katika majira ya joto kwa maeneo mengi ulimwenguni, tunda la embe limekuwa likitumika kwa kiwango kikubwa, hatua ambayo imekuwa ikileta changamoto ya vipele, chunusi na harara katika ngozi. Wataalamu hao wamesema licha ya embe kufahamika kama mfalme wa matunda yote kutokana na kiwango kidogo cha sukari, lakini matumizi makubwa hayataweza kuleta suluhisho la vipele na harara mwilini. Wameshauri ulaji wa embe moja hadi mawili kwa siku, pia kujiepusha na ulaji wa maembe nyakati za usiku na kushauri zaidi wakati wa asubuhi au mchana. Embe hutoa sukari ya asili ambayo huongeza kiwango cha mafuta mwilini, hatua ambayo itaongeza chunusi, vipele na harara katika ngozi. Hivyo ulaji wa embe peke yake siyo sahihi, huku wataalamu hao wakisisitiza mtumiaji anapotumia achanganya na vyakula vingine vya protini na mboga za majani ili kudhibiti sukari hiyo ya asili. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment hapo. Majaliwa, ndimi Johnson Jabir, endelea kuwa nasi. Hali Halisi, ukweli haubadiliki.